Mwambie Mungu, nipe nguvu ya kudumu katika kuomba. Nisaidie, roho zinazonikandamiza ziondoke juu yangu na kila kitu cha kishetani nilikofundua kwenye mapingo ya chini ya nchi, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Laana za wachawi juu ya maisha yangu ziondolewe kwa jina Yesu. Omba sasa, mwambie Bwana, Baba, katika jina la Yesu ninaitisha moto na nguvu ya msalaba ya mwana wa Mungu Yesu Kristo ali hai, katika jina la Yesu ninaalika mamlaka ya moto, ninaalika nguvu ya msalaba, katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo wa Mungu ali hai. Naita moto wa Mungu naita uwezo wa Mungu naita mamlaka ya Mungu. Katika jina la Yesu ninakamata majeshi ya giza katika jina la Yesu navunja majeshi ya kuzini, majeshi ya mapepo majeshi ya wachawi katika jina Yesu, ninaachilia moto wa Bwana katika jina Yesu. Bwana, achilia nguvu nguvu ya kuomba ndani ya watu wako, achilia nguvu ya kuomba, nguvu ya kudumu katika maombi, kudumu katika imani kwa jina Yesu. Tunavunja balaa, mikosi na laana zote katika ulimwengu wa roho kwa jina Yesu. Tunavunja balaa, mikosi na laana zote, laana za kichawi, laana za kiganga, laana za kishetani kwa jina Yesu, navunja, navunja, kwa jina Yesu tunaangamiza, tunaachilia moto kwa jina Yesu. Moto, kwa Yesu tunaachilia moto kwa damu ya Yesu moto Bwana mamlaka ya moto kwa jina la Yesu mamlaka ya moto kwa damu ya Mwanakondoo, mamlaka ya moto kwa jina la Yesu, tunaachia mamlaka ya moto nguvu ya moto kwa jina la Yesu, nguvu ya msalaba mimi ninaachia nguvu ya, ya msalaba kwa damu ya Yesu, majeshi ya Mungu yakufunike, inapomoa laana zote za kichawi katika damu ya Yesu, navunja laana za kishetani laana za kichini laana za kijini kwa damu ya Yesu ninaangamiza, kwa damu ya Mwanakondoo maneno mabaya wanayotamka wachawi kinyume chako, maneno ya mauti, maneno ya laana, maneno ya masikini,

Ninaachilia moto wa Bwana, kila kazi ya mashetani katika mwili wako katika roho yako katika nafsi yako naiteketeza kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Bwana, ninaachilia moto wa Bwana kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Bwana kwa damu ya Yesu. Ninaachilia moto wa Bwana kwa jina la Yesu, moto wa mwanakondoo kwa jina la Yesu, moto wa msalaba kwa jina la Yesu. Ninaachilia nguvu ya Mungu katika damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo ninaachilia nguvu ya Mungu kwa jina la Yesu, Mungu kwa jina la Yesu, mwana Mungu akufunike, Mungu akupatanie kwa jina la Yesu, katika damu ya Yesu, mwana Mungu hai pokea nguvu ya Mungu sasa, pokea nguvu ya kuomba, pokea roho ya maombi, pokea uweza wa kuomba katika jina la Yesu. Utakapotoka mahali hapa, iwe kama ilivyomtokea Sauli, alipotoka kule Lama kukutana na Samueli, alipofika karibu na kaburi la Raheli, akajazwa Roho Mtakatifu, akajazwa Roho Mtakatifu, akageuzwa akawa mtu mwingine. Utakapotoka hapa, uweza wa Mungu utemilike juu yako, katika nguvu, katika uweza, katika mamlaka kwa jina la Yesu, na maombi yako ya usiku wa leo yoye ni maombi yenye nguvu kwa jina la Yesu na kunyang'anya usingizi wote na utupa kuzimu. Ma macho yako, kope zako, nazifungua nazisafisha, ile tope ya usingizi, ile tope ya giza waliokupaka usoni, ili saa tatu tu uwe umechoka umelemewa na usingizi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, roho ya usingizi isikulemee tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndoto za uzito, ndoto za vita, kuanzia leo uzishinde kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akubariki kwa jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru, Amen.